Kitabu cha Ezekieli sura arobaini na tatu na ya arobaini na nne Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa. Naitwa Mwalimu Petro na furaha kubwa mno kukukaribisha katika kipindi chetu kizuri cha kusoma biblia nzima na kuimaliza ambapo kwa sasa tuko kwenye kitabu cha nabii Ezekieli, moja vitabu nabi, ya vitabu vya Agano la Kale vya kinabii. Karibuni wapendwa, tufuatilie pia YouTube na Facebook kwa jina la Jerusalem Family TV doti Mwalimu Petro na Evodia Mazwile. Upande wa YouTube usisahau kusubscribe, unaweza ukasubscribe channel yetu kama bado hujasubscribe, na upande wa Facebook follow chaneli yetu kama bado hujaifollow. Itakupa uhuru na nafasi ya kuvipata vitabu hivi kwa ukaribu zaidi. Tusali, tuanze rasmi siku ya leo kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Baba Mungu, tunakushukuru, tunasema asante Roho Mtakatifu kwa zawadi ya neno. Tunaamini Bwana, katika neno kuna majibu ya maswali yetu, katika neno kuna uzima wa milele. Tuwezeshe Baba tuweze kulielewa na hekima yako itutie mafuta ili Mungu tuendelee kusimama sawasawa sawa na makusudio yako katika jina la Yesu Kristo tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, ni kitabu cha nabii Ezekieli sura ya arobaini na tatu naya arobaini na nne. Tuungane na ndugu zetu wa Word Project tuanze rasmi usomaji wa Biblia kwa njia ya, ya sauti. Mlango wa arobaini na tatu. Kisha akanileta mpaka langoni Yaani, lango lile lielekealo li upande wa mashariki. Na tazama huo utukufu wa Mungu wa Israeli ulitokea kwa njia ya mashariki, na sauti yake ilikuwa kama mshindo wa maji mengi, nayo nchi ilingʼaa kwa utukufu wake. Na maono niliyoyaona yalikuwa kama maono niliyoyaona nilipokuja kuuharibu mji, nayo maono niliyoyaona yalikuwa kama maono niliyoyaona karibu na mto Kebari nikaanguka kifudifudi na huo utukufu wa Bwana ukaingia ndani ya nyumba kwa njia ya lango lile lielekealo upande wa mashariki. Kisha roho ikaniinua ikanichukua mpaka ua wa ndani, na tazama, utukufu wa Bwana uliijaza nyumba. Nikasikia sauti ya mmoja asemaye nami itokayo katika nyumba hiyo, na mtu akasimama karibu nami akaniambia, mwanadamu, hapa ni mahali pa kiti changu cha enzi na mahali panyayo za miguu yangu nitakapokaa kati ya wana wa Israeli milele. Na nyumba ya Israeli hawatalinajisi jina langu takatifu tena, wao wala wafalme wao, kwa mambo yao ya kikahaba na kwa mizoga ya wafalme wao katika mahali pao pa juu, kwa kuweka kizingiti chao karibu na kizingiti changu na mwimo wao karibu na mwimo wangu; tena palikuwa na ukuta tu kati ya mimi na wao nao wamelinajisi jina langu takatifu kwa machukizo yao waliyoyatenda. Basi kwa sababu hiyo nimewakomesha katika hasira yangu. Basi sasa wayaondoe mambo yao ya kikahaba na mizoga ya wafalme wao yawe mbali nami, nami nitakaa kati yao milele. Na wewe mwanadamu, waonyeshe wana wa Israeli nyumba hii, ili wayatahayarikie maovu yao na waipime hesabu yake na ikiwa wametahayarikia yote walioyatenda waonyeshe umbo la nyumba na namna yake na matokeo yake na maingilio yake na maombo yake yote na maagizo yake yote na kawaida zake zote na sheria zake zote ukayaandike machoni pao ili walishike umbo lake lote na maagizo yake na kuyatenda. Hii ndiyo sheria ya nyumba juu ya kilele cha mlima mpaka wake wote pande zote patakuwa patakatifu sana. Tazama, hii ndiyo sheria ya nyumba. Na vipimo vya madhabahu kwa dhiraa ni hivi: dhiraa ni dhiraa na shubiri. Tako lake ni dhiraa moja na upana wake dhiraa moja na pambizo yake karibu na ncha yake pande zote shubiri moja na hili litakuwa tako la madhabahu. Tena toka chini juu ya nchi hata daraja ya chini dhiraa mbili na upana wake dhiraa moja tena toka daraja ndogo hata daraja kubwa dhiraa nne na upana wake dhiraa moja na madhabahu ya juu itakuwa dhiraa nne na toka madhabahu pa washwapo moto na kwenda juu zitakuwa pembe nne, na pale pa washwapo moto urefu wake dhiraa kumi na mbili na upana wake kumi na mbili mraba pande zake nne, na daraja urefu wake dhiraa kumi na nne na upana wake dhiraa kumi na nne pande zake nne na pambizo yake nusu dhiraa na tako lake dhiraa moja kote kote, na madaraja yake yataelekea upande wa mashariki. Kisha akaniambia mwanadamu, Bwana Mungu asema hivi, hizi ndizo sheria za madhabahu katika siku ile watakapoifanya ili watoe sadaka za kuteketezwa juu yake na kunyunyiza damu juu yake. Utawapa makuhani Walawi walio wauzao wa Sadoki walio karibu nami ili kunihudumu asema Bwana Mungu. Ng'ombe mume mchanga awe sadaka ya dhambi, nawe utatoa baadhi ya damu yake na kuitia juu ya pembe zake nne na juu ya ncha nne za daraja na juu ya pambizo yake pande zote; ndivyo utakavyoitakasa na kuifanyia upatanisho. Tena utamtoa ng'ombe wa sadaka ya dhambi, naye utamteketeza mahali palipoamriwa pa nyumba ile nje ya mahali patakatifu. Na siku ya pili utamtoa beberu mkamilifu awe sadaka ya dhambi, nao wataisafisha madhabahu kama walivyoisafisha kwa ng'ombe huyo. Utakapokwisha kuitakasa, utatoa ng'ombe mume mchanga mkamilifu na kondoo mume wa kundini mkamilifu, nawe utawaleta karibu mbele za Bwana, na makuhani watamwaga chumvi juu yao, nao watawatoa wawe sadaka za kuteketezwa kwa Bwana. Kwa muda wa siku saba utaweka tayari mbuzi kila siku awe sadaka ya dhambi. Pia wataweka tayari ng'ombe mume mchanga na kondoo mume wa kundini wakamilifu. Kwa muda wa siku saba wataifanyia madhabahu upatanisho na kuitakasa; ndivyo watakavyoiweka wakfu. Nao watakapozitimiza siku hizo, itakuwa siku ya nane na baadaye, makuhani watatoa sadaka zenu za kuteketezwa juu ya madhabahu na sadaka zenu za amani, nami nitawakubali ninyi. Asema Bwana Mungu. Mlango wa arobaini na nne. Kisha akanirudisha kwa njia ya lango lile la nje la mahali patakatifu lililoelekea upande wa mashariki, nalo lilikuwa limefungwa. Bwana akaniambia, lango hili litafungwa, halitafunguliwa, wala mtu awa yeyote hataingia kwa lango hili, kwa maana Bwana Mungu wa Israeli ameingia kwa hilo. Basi kwa sababu hiyo litafungwa na mkuu, yeye ndiye atakayeketi ndani yake, aliyechakula mbele za Bwana ataingia kwa njia ya ukumbi wa lango, naye atatoka kwa njia hiyo hiyo. Kisha akanileta kwa njia ya lango la upande wa kaskazini mbele ya nyumba, nikaangalia, natazama huo utukufu wa Bwana uliijaza nyumba ya Bwana, nikaanguka kifudifudi. Bwana akaniambia, mwanadamu, weka moyoni mwako ukatazame kwa macho yako, ukasikie kwa masikio yako maneno yote nitakayokuambia katika habari ya kawaida zote za nyumba ya Bwana na ya amri zake zote, naweweka moyoni mwako maingilio ya Bwana pamoja na matokeo yote ya mahali patakatifu. Nawe utawaambia waasi, yaani nyumba ya Israeli, Bwana Mungu asema hivi: enyi nyumba ya Israeli, katika machukizo yenu yote na iwatoshe kuwa mmewaingiza wageni ambao mioyo yao haikutahiriwa wala miili yao haikutahiriwa wawe ndani ya patakatifu pangu pa wapatie unajisi, naam nyumba na yangu, mtoapo sadaka ya chakula changu mafuta na damu, nao wameyavunja maagano yangu juu ya machukizo yenu yote, wala hamkuvilinda vitu vyangu vitakatifu, bali mmejiwekea walinzi wa kawaida zangu katika patakatifu pangu. Bwana Mungu asema hivi: hapana mgeni ambaye moyo wake haukutahiriwa wala mwili wake haukutahiriwa atakayeingia patakatifu pangu, miongoni mwa wageni walio kati ya wana wa Israeli. Lakini walawi waliofarakana nami hapo, waisraeli walipopotea, waliopotea na kuvifuata vinyago vyao, watachukua uovu wao wenyewe. Hata hivyo watakuwa wahudumu katika patakatifu pangu, wakiwa wasimamizi wa malango ya nyumba wakihudumu humo nyumbani, watawachinjia watu sadaka za kuteketezwa na dhabihu, nao watasimama mbele yao ili kuwahudumia. Kwa sababu waliwahudumia mbele ya vinyago vyao wakawa kwazo la uovu kwa nyumba ya Israeli, basi nimeuinua mkono wangu juu yao, asema Bwana Mungu, nao watachukua uovu wao, wala hawatanikaribia kunihudumia katika kazi ya ukuhani wala hawatakaribia vitu vyangu vitakatifu kimojawapo, vitu vilivyo vitakatifu sana, bali watachukua aibu yao na machukizo yao yote walioyatenda. Lakini nitawafanya kuwa walinzi katika ulinzi wa nyumba, kwa huduma yake yote na kwa yote yatakayotendeka ndani yake. Lakini makuhani Walawi, wana wa Sadoki, waliolinda ulinzi wa patakatifu pangu hapo wana wa Israeli walipopotea na kuniacha, hao ndio watakonikaribia ili kunihudumia, nao watasimama mbele zangu kunitolea mafuta na damu, asema Bwana Mungu. Wataingia patakatifu pangu, nao wataikaribia meza yangu ili kunihudumia, nao watalinda ulinzi wangu. Itakuwa hapo watakapoingia kwa malango ya ua wa ndani, watavikwa mavazi ya kitani, wala sufu haitakuwa juu yao, maadamu wanahudumu katika malango ya ua wa ndani ndani ya nyumba watakuwa na vilemba vya kitani juu ya vichwa vyao, nao watakuwa na suruali za kitani viunoni mwao; hawatajifunga kiunoni kitu chochote kifanyacho jasho. Nao watakapotoka kuingia ua wa nje, yani ua wa nje wa watu, ndipo watakapoyavua mavazi yao walioyavaa katika huduma yao, na kuyaweka katika vile vyumba vitakatifu; nao watavaa mavazi mengine wasije wakawatakasa watu kwa mavazi yao. Hawatanyoa vichwa vyao wala hawataacha nywele zao kuwa ndefu sana, watazipunguza nywele za vichwa vyao tu. Wala kuhani awa yeyote hata kunywa mvinyo aingiapo katika ua wa ndani, wala hawataua wanawake wajane wala mwanamke aliyeachwa na mume wake, lakini watatoa mabikira wa wazao wa nyumba ya Israeli au mjane aliyefiwa na mumewe kuhani nao watawafundisha watu wangu tofauti iliyopo kati ya vitu vitakatifu na vitu vya siku zote, na kuwafundisha kupambanua kati ya yaliyo machafu na yaliyo safi. Na katika mashindano watasimama ili kuamua; wataamua sawasawa na hukumu zangu, nao watazishika sheria zangu na amri zangu katika sikukuu zangu zote zilizoamriwa, nao watazitakasa sabatu zangu wala hawatakaribia maiti na kujitia unajisi, ila kwa ajili ya baba au mama au mwana au binti au ndugu mwanamume au ndugu mwanamke asiolewa bado, waweza kujitia unajisi naye. Akiisha kutakaswa, watamhesabia siku saba. Na katika siku atakayoingia ndani ya patakatifu katika ua wa ndani, ili kuhudumu ndani ya patakatifu, atatoa sadaka yake ya dhambi, asema Bwana Mungu. Nao watakuwa na urithi mimi ni urithi wao, wala hamtawapa milki iwayo yote katika Israeli, mimi ni milki yao. Wataila sadaka ya unga na sadaka ya dhambi na sadaka ya hatia, na kila kitu katika Israeli kilichowekwa wakfu kitakuwa chao. Na kitu cha kwanza cha malimbuko yote ya vitu vyote, na kila toleo la kila kitu cha matoleo yenu, litakuwa la makuhani tena mtampa kuhani sehemu ya kwanza ya unga mbichi, ili kukalisha baraka juu ya nyumba yako. Makuhani hawatakula nyamafu au iliyoraruliwa ikiwa ya ndege au ya mnyama.